Uh, binti ambaye anafanya sanaa ya mashairi na hapa uh, tunapata burudani toka mm -hmm. Uh, tunaongea kidogo na kupata burudani au sio? Yeah. Precious Joseph, karibu sana. Asana. Mambo vipi? Uh, kwanza naona uko na kitabu. Yeah. Mn <laughs> um, my own uh, beautician. Yes, beauty is an art and you are the artist. yeah. Namaanisha nini? Kitabisha. My own beautician. Mm. mimi pia mbali na kuwa mshairi ni makeup artist. Okay. Kwa hiyo, hiyo ni product yangu ya kwanza kabisa ya kitabu ambacho nimeandika ah, lakini pia kuwa kwenye tasnia ya urembo nimefanya mm. kuweka kwa kwa mafunzo ya mm. kujifunza namna gani ya kufanya makeup mm. kwenye hiko sisi kitabu kinatuhusu hata sisi, okay, yes, so yani, wanaume unaweza kumnunulia mkeo <laughs> io tu kunulia mkie kwa sababu kuna, kuna mafunzo pia namna ya kutunza ngozi ule nini yeah, usile nini kinatufaa wote. Kwa hiyo okay, kwa hiyo hata mimi naweza nikakitumia hata wewe unaweza ukakitumia kabisa. Uh, sawa, sasa hebu tu, tu, tu, tuambie ulianza lini, uh, tu, tuanze na hii ambayo imetufanya ime tukutane hapa yes. Uh, ya kuandika mashairi ulianza lini kuandika mashairi? Mimi nimekuwa nikiandika tangia nikuwa mdogo tangia niko mm. shule ya msingi nilikuwa napenda kuandika tu, naandika short stories, naandika ngonjera mm. Shuleni hivyo ndo nimeanzia huko ko ni, lakini rasmi kabisa kufanya kama sanaa yangu nimeanza elfu mbili na kumi na nne na, na nini ambacho kimekuvutia upende sanaa ya mashairi? Ni namna ambavyo nilijisikia mara ya kwanza nilivyofanya, nilivyo perform kabisa kwenye stage eh, yani nilijisikia kwamba unajua ile feeling kwamba hiki ndio kitu changu. Ilikuwa ni stage gani? Kanisani. <laughs> Unajua uh, wana kanisani, shuleni imekuwa ni sehemu ambazo zinawajenga watu. Hata ukisikiliza uh, wasanii wakubwa wanakuambia mm-hmm. alianza hapa kuimba kwaya kanisani au madrasa yes. au um, uh, kama hivyo shuleni yeah. Sasa unakumbuka shairi la kwanza ambalo uliperform ama hata kidogo, hata baadhi ya mistari? nakumbuka tu heading kikweli, ilikuwa eh, inaitwa The Unreasonable Love. Ah, yes, la Kiingereza, ilikuwa ni la Kiingereza. Basi shajua shule shule, ni hizo hizo tu eh. Sawa sawa, na ilikuwaje? Umesema ulijisikia ili, ili, ili, yani, yani, ulivyojisikia, ilikufanya upende na uendelee kufanya, ulijisikiaje? hmm. Nilijisikia vizuri sana. Kwanza nilikuwa mm. nimepewa tu kazi ya kuandika kwa sababu nilikuwa niko vizuri kwenye kuandika yeah. Lakini siku ya tukio nikashangaa naambiwa kwamba wewe ndo utaperform kwanza. mm. nilikuwa sijajiandaa mm. kisaikolojia, wala kimaandalizi ya kawaida yeah. Lakini nilibidi ni adjust nianze kuku ku kuivaa sasa ile poem ni pande pale juu ni, nifanye sasa, kwa sababu ilikuwa ni mshtukizo mm. The way nilijisikia kwamba okay, sikujiandaa lakini nimeweza kufanya hivi na nimejisikia vizuri na watu yeah. walivyopokea sema okay, this is your thing, kwa sababu mwanzo nilikuwa naimba zaidi kuliko nilikuwa naandika, lakini mbele za watu naimba sana. <laughs> Aha. Sasa natamani uh, watu wajue kuna kitu gani hasa ambacho ki, um, kipo kwenye ushairi yani, kuna kitu gani ambacho mtu anakipata kwa kutunga ama kwa kusoma au kwa kumsikiliza mtu ambaye ana ana perform kupitia ushairi? Ushairi ni njia nzuri, na ambayo inafikisha ujumbe wa moja kwa moja in details. Unajua, mtu akisikiliza nyimbo, nyimbo ni maneno ambayo kana kaa rudia rudia, lakini kwenye ushairi unapata kusikiliza kila neno Hmm. Na linakupa maana, yaani kazi unavyoenda kusikiza mpaka unafika mwisho hmm. Mshairi nakubeba kwenye safari mpaka anakufikisha kwao, unaelewa zaidi la, la ungesikiza nyimbo labda ungebaki hmm. Unge na maswali au vipi? Sasa, sawa sisi tunakumbuka yale ambayo ilikuwa tunasoma shuleni mm -hmm. na, na mimi pia niwahi kuwa na interest ya kuandika kuandikaandika, okay. Uh, baadaye mambo yakawa mengi mengi, lakini miongoni mwa vitu ambavyo tunavipenda, lakini kiangalia kwenye, kwa napitia kwenye ukurasa wako wa Instagram mm -hmm. Naona unaandika nyingi sana za Kiingereza. yeah. <laughs> Kiingereza. <Kwa nini? laughs> <Kwa nini? laughs> Uh, sio kabisa moja kwa moja, labda tuseme Kiswanglish tunaita, mm -hmm kwao tunakuwa tumechanganya lugha zote mbili, japokuwa mm. pia zipo za Kiswahili kabisa, kwa sababu mimi napenda ninapoenda kualikwa mahali nifanye poemu ambayo inabeba theme ya ile event mm. kwa event nyingi zimekuwa zikinilazimu niandike yeah. kwa lugha hii, yani kuandika kwa mtindo huu ama lugha ya Kiingereza kabisa mm. nimeona pia unafanya kwenye maharusi, kwenye matukio mbalimbali, sherehe <laughs> yes. Sasa ninachokiona ni kwamba mtu ambaye ana kipaji cha kuandika mashairi anaweza akakitumia kipaji hicho kupata kabisa. Na wewe, ni kwa kiasi gani kipaji chako kimekupa pesa? Pesa kwa namna yani, mimi nafanya yani ndo kazi ambayo nafanya hiyo na, na urembo, basi naishi maisha yangu. Sasa, hebu unajua, tumeongea sana, watu wanaweza kuwa kuna wengine bado hawaamini kama wewe. <laughs> <Nibisho. laughs> hebu tuwaonyeshe kwanza kwanza, kuna ambayo una, unaandika Mm. Uh, lakini hizo hizo ambazo unaandika ndio hizo hizo ambazo unaenda kuimba, sio ndio? Yaani uh, nini, kipi kinaanza? Kuandika kwanza, unaandika sawa, nini kinakupa, yaani nini kinakufanya uandike, yaani vitu gani vinakushawishi sasa, sasa sasa, natakiwa kukaa niandike, na theme ambayo unataka kuiandika una, inakuwa inatokana na nini yani, kwa sababu kuna wengine wanafanya kutokana na hisia jinsi anavyojisikia wakati huo. mm. Mara nyingi watu ambao wanaandika yeah, hata, hata nyimbo kutokana na, na jinsi ambavyo wanajisikia. Mm. na wewe inakuwa hivyo hivyo, sio? Muda mwingine inakuwa hivyo, lakini muda mwingine inakuwa ni mazingira mm. niliopo, ama kitu ambacho kimetokea, ama vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yangu vinanifanya yeah. naandika. Mm. Mm. Mm. Na kuna watu wanakufuata kwamba uandikie wakawapi Watu wengine kabisa, kabisa. <laughs> <laughs> Kwa hiyo unakuwa unawaandikia una lakini una unawachaji, wanalipia yes, yes. Alafu unawapa wanaenda kama e, ni kudedicate kufanya ndio na <laughs> <laughs> Hiyo inatokea uh, mara ngapi pengine? mara nyingi tu, yeah, kwa watu ambao mtu anataka kumwandikia mpenzi wake kwenye Valentines, yeah, ama amemkosea anataka kuomba msamaha ya vitu kama hivyo, na tunafanya. Unapata feedback kwamba kama ni msamaha, mara nyingi namshukuru Mungu kwa kweli. sawa <laughs> so, nimewambia watu kwamba tunaenda kusikia, so, mbona bado anaendelea kuuliza maswali? Sawa, hebu tuve kidogo. Kuna ile shairi ambalo yeah, kwa ukubwa lilinitambulisha Linaitwa itwa nimezama penzini, mm. <clears throat> Nimezama penzini na wangu huyu mpenzi <laughs> kwake mimi kiziwi bubu, kimya sisemi, moyoni ameenea uharibifu, hakuna penzi limenikolea, na mimi nimekolea kwake sijapotea kwake sijapotea, njia matamu yake, maneno makuu yake matendo. <laughs> mpenzi huyu mimi alinichagua, tena haikutosha msalabani kanifia, ishara ya penzi lake kwangu, ametulia namzungumzia. <laughs> <Yes. laughs> Hiyo ndo unawachanganya watu wengi, ndo upekee waaiulivyosema msalamani, hapo ndo ukawa umenileta sasa mm -hmm. Aha, safi sana. Sasa sa, kuna tofauti kuna hii ya kuongea una, unaongea katika namna fulani hivi ambayo inavutia. Yes. Kuna wale wengine ambao wana, wanafanya kama wanaimba kwa nini mm. umechagua uh, wa staili au unafanya zote mbili? Hapana, mi nafanya tu spoken words mm -hmm. Naita hivyo. Naongea tu maneno ambayo nimeandika Hmm. Nadhani ndo sehemu ambayo nakuwa more comfortable na watu wengi ambao wanapata nafasi ya kuhudumu kwao, wanakuwa wanafurahia mtindo yeah. huo zaidi mm -hmm. mm -hmm. Sawasawa. Uh, ni, mwanzoni niguusia kuhusiana na jinsi gani ambavyo umekuwa ukitengeneza fedha uh, kwa, kwa kuzungumzia jinsi jamii yetu jinsi ilivyo mm. unaona ni kwa kiasi gani wenyewe wanavutiwa n yani, uh, tuseme kuna soko kiasi gani kwenye Uh, sanaa unayoifanya kwa sababu tunaona sana una kama sanaa nyingine kama mziki mm. Uh, unaona zina watu wengi wana vipi? yes, kuhusiana na hii huku tunaamka, lakini bado mm. bado nadhani tu uelewa na elimu juu ya namna gani ambavyo watu wanaweza kuwatumia mashairi bado inahitajika zaidi. mm -hmm. Lakini nafasi ipo, mwanga tumeuona na tunamwamini Mungu kwamba tutafika sehemu nzuri ifike mahali watu wa mashairi wawe pia kipaumbele kwenye shughuli hata za kiserikali na vitu vingine kama hivyo, ili iweze kuwanyanyua zaidi, kwa sababu wapo wengi, lakini wamejificha kwa sababu hakuna nafasi za wao kuonyesha vipaji vyao sawasawa. Uligusia pale kuhusiana na namna ambavyo unakabiliana na masuala ya migogoro ya kihisia ama wanandoa wamegombana, wanatumia mashairi ni ni, ni kwa kiwango gani ama ni watu wangapi wanatumia hiyo style kwa uzoefu wako mpaka sasa yani kuja kuomba mashairi ya mm. namna hiyo mm? naweza sio wengi sana yeah, naweza nikasema kwenye asilimia mia mm. tuchukue yes, thelathini kwenye asilimia mia mm. tuchukue thelathini. Kuna, kuna, kuna hili la kufanya kwenye shughuli mm. uh, yani inakuwaje na kuna fursa kiasi gani huko ni ni kwa kiasi gani umeshafanya matukio mpaka sasa hivi ya, ku, ya kutoa hii uh, sanaa kwenye shughuli kama, kama vile harusi um, kitchen party ama send off na nyingine hizo? Zipo kadhaa, lakini wengi wanaoni approach wanakuwa mara chache wanakuwa ni maharusi, lakini mara nyingi ni ma MC mm. As part ya sehemu ya uburudishaji wao kwenye packages zao kwa hiyo mai msindo wamekuwa wakitupushi zaidi hmm. Kwa sio mara nyingi sana nimefanya kwa sababu maharusi wamenitafuta, lakini mai msindo wamekuwa zaidi hmm. Na harusi pia sijafanya mara nyingi sana lakini ni sehemu ambayo nafanya na no, wanaonekana kufurahia. Unapataje yeah? Ja, feedback feedback ni nzuri hmm. Kwa sababu kwanza napenda na napenda ile sehemu ya kusikia stori zao yeah. Kwa sababu lazima waniambie wamekutanaje, wamefanyaje? yeah. yeah. Alafu tuandike hiyo shairi na mara nyingi, unajua mambo ya, ya shughuli yanavyokuwa mm. Inakuwa unakutana naye tu pale siku ya harusi, unafanya presentation kwao, hata kwake inakuwa ni bado ni surprise mm. Kao mwitikio mara nyingi umekuwa ni mzuri mm. Feedback i unaipataje? ni, ni reaction ya audience pale ama unapata feedback kupitia vitu gani vinakufanya uone kwamba performance unaoifanya imeenda vizuri? Kwanza ni feedback ya kuangalia audience wangu wanavyonipokea yeah, pale ninapokuwa nafanya kushairi, lakini muda mwingine napata messages au nimemaliza, nikifika ninavyorudi kwenye stage, kwenye kiti, watu wananifurahia, wananishika mkono, wananipa pongezi. Baada ya hapo, mwingine unapokea messages, unapokea simu. Kwa namna hizo tunapokea appreciation. Wewe binafsi, um, sanaa hii inakusaidia vipi kihisia labda pia kwenye mm. familia ama watu wanaokuzunguka, uh, mahusiano, marafiki yes. uh, unaitumia, una sanaa hiyo guess, yeah. kwa kiasi gani? Naitumia kwa asilimia kubwa sana. <laughs> <Hey>. <laughs> Yani mimi bora nisiongee niandike hey. yeah. hata mama yangu wananifahamu yani, tukipishana au nimemkwaza yani nitaandika meseji fulani, najua hii hapa achumui mm. mm-hmm. <laughs> kwa mimi imekuwa ikinisaidia sana kwa marafiki hivyo Okay, kwa yeah, sababu ushatupa lile shairi ambao sema ndo lilikutoa lipo lingine ambao unaweza ukatupa, unaona kuna uh, hasa kuna mengine umeandika ya Kiingereza mm -hmm. Kama kuna, kuna ambalo unakumbuka <laughs> <laughs> <laughs> <Aha>. Sawa <laughs> pengine ungekuwa na simu yako hapa ungetusomea yes, yes. Um, sasa tu tungepata pia kuona namna ambavyo eh, watu wamekuwa wakifuatilia lakini Uh, uh, hiyo na, naambiwa mambo bado hajakaa vizuri lakini, una, una lipi la kuambia sasa wenye kipaji mm-hmm. cha um, uh, kuandika ama kutunga mashairi kuhusiana na fursa, lakini pia jinsi gani ambavyo wanaweza kufika mbali kupitia vipaji vyao? La kuambia ni kwamba anza kufanya kwa sababu Uki, ukiwa na kipaji tu peke yake na umekaa nacho haitoshi. Lazima utoke hapo ulipo uanze kufanya utafute na nafasi. Nafasi yeah, inatengenezwa unaweza ukaona kuna kuna shughuli hata kama ni ya nyumbani ukaidharau, lakini ndo ikakutengenezea njia, mtu akaja ameattend akaona akakuchukua akakupa kazi nyingine kazi nyingine, kazi nyingine kazi nyingine sasa hapo tunakuwa hmm. Kwa hiyo namshauri tu mshairi mwenzangu ambaye anafanya mashairi, anza kufanya andika mashairi yako perform, iko siku tu utapata platform ambayo itakupeleka kwenye ile sehemu ambayo unataka kufika hmm. Sasa, na una, una, umesema unafanya um ni. Lakini yes. Pia ni mshairi mm -hmm. Una, una balance vipi muda wako kwenye vyote hivyo viwili na? Balance vizuri kabisa, kwa sababu kazi zangu za makeup mara nyingi zinafanyika weekends. Yeah. Labda juma kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili, alafu mara nyingi maharusi ni asubuhi, kwa hiyo mm. Na, na, yani muda wangu na ubalansi vizuri tu wala hainipi shida. Sasa huwa mm, mm. <laughs> Unajiwekea baada ya muda fulani lazima niandike shairi ama inatokea tu siku yoyote unavyojisikia unaandika? Mimi kiukweli ninapojisikia naandika, sina, sina muda ambao nimejiambia kwamba baada ya siku tatu lazima niandike shairi. Aa, naandika mm. tu nataka yani, naweza nikaandika leo nikaandika kesho nikaandika kesho kutwa any, anytime kuna mtu ambaye ni mshairi mzuri ambaye wewe amekuvutia, yaani amekuinspire wewe kuwa mshairi ama ni wewe tu mwenyewe? Kwa mwanzoni nilivyoanza, kwa kweli sikuwa na mtu ambaye namtazama, lakini sasa hivi kuna mtu ambaye namfurahia sana nani? anaitwa Ibi Quick, sio wa Tanzania ni wa Nigeria ya yeah, mtindo wake wa kufanya performance unaninspire una, una mm -hmm. mimi. Lakini tuna Watanzania pia ambao wanaandika mashairi kwa hapa Tanzania kamakini... mtu ambaye namfurahia uandishi wake ni Mr. Romantic na yeye pia naona huwa anaitwa kwenye shughuli yeah, kwa kuongea hizo eh, mashairi sasa, lakini tuna washairi wengine, kwa mfano kama kina Mpoto um, mm -hmm. lakini kuna wale ambao tumekuwa tukiwasoma kwenye vitabu kama Shaban Robert, yeah, Shab Robert yes. Theobald Mvungi mm -hmm. Yes, sawa. uh, tumalize sasa, unatuagaje gaji unatuachaje? Kuna chochote ambacho unaweza kutupa wakati tunamaliza, kama ni, ni hata <laughs> ni maneno machache tu ya kiushairi okay. yeah. uh, kuna shairi linaitwa kivuli linasema, mm. wanaangamia kwa kukosa maarifa neno lilishaweka wazi, ila maarifa maarifa yamepanda bei, yameadimika na bei yake ni burehe. mm. na bado hawakuyapata nawachana. <laughs> hiyo sasa, wa watu wakitaka kukupata kufuatilia kazi zako mm -hmm. wanaweza kukupata vipi? wanaweza wakanipata kwenye mitandao yangu ya kijamii kama PJ_favored, lakini pia lashes makeup. Haya, shukran sana. mm -hmm. na kutakia kila laheri katika kuendelea kukitumia kipaji chako kwa manufaa zaidi. Haya, ni Precious Joseph ambaye ni um, uh, msanii eh, ambaye anafanya sanaa ya mashairi.